Inawezekana kabisa unatumia simu yako kila siku, lakini hujamjua haka ni nani hasa. Basi wewe tunasema ni tageti yao. Tazama video hii hadi mwisho, usije kuangukia mikononi mwao. Haka ni nani hasa? Haka ni mtu mwenye akili ya juu ya kiteknolojia, anayejua jinsi mifumo ya kompyuta na mitandao inavyofanya kazi kwa undani zaidi. Pia haka anaweza kuingia kwenye mfumo uliofungwa na kugundua siri zilizofichwa ndani ya huo mfumo. Hapa tunaweza kukasema kwa ufupi, haka ni mtu hatari sana, mwenye akili kubwa ya kutumia mifumo ya kompyuta na anaielewa network kwa undani zaidi ya yeah. Je, yeah. kila haka ni mbaya? Hapana, si kila haka anania mbaya au ni mwizi wa mitandao, kwani kuna haka wazuri na wabaya. Tuangalia aina kuu za hackers. Tuna aina kuu tatu za hackers: kwanza, white hat hackers; wa pili, black hat hackers; wa tatu, grey hat hackers. Tuanze na white hat hackers. Hawa ni hackers wanaopewa vibali, yani hackers wenye ujuzi sawa sawa na hackers wote, na wanapewa kibali na wanaruhusiwa kwa haki ili kugundua udhaifu kwenye, kwenye mfumo na kutatua udhaifu huo. Tuangalie black hat hackers. hawa kiumbe, tunasema ni haka wenye nia ya kuiba au nia mbaya ya kuharibu au kuuza data. Grey hat hackers. hawa ni hackers ambao katikati, kwani kuna muda wanasaidia, muda mwingine wanavunja sheria kwamba kuna muda anakuwa kwenye kundi la white hat hackers, na kuna muda mwingine anakuwa kwenye kundi la black hat hackers. Natumai sasa umemjua hacker ni nani na si kila anaye haki ni mbaya, wengine ni mashujaa wa mtandao. Waweza kuwa mmoja wao. Hivyo basi subscribe channel hii ili kujifunza ethical hacking kwa Kiswahili hatua kwa hatua. Kumbuka usalama wako digital unaanza na elimu yako. Hivyo basi wanaweza uka comment, uka like, uka subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa mmoja wa atakayepokea video zetu ya kila tunapo update video mpya, na usahau kushia kwa marafiki na kuuliza swali pia ili nijue umekwama wapi.